The commander. Nitamungoa meno, nitamungoa. Ames kutoka Kabulini aje aoge hapa. Hao, masa yake ya kuogea iliisha. Don't tell me babu yako. Hmm? Akiogea nitamwonyesha vipi nitamfanya. Masa yake ya kuogea iliisha. Sasa ulikufa wewe, kufa huko. Relationship yetu itakuwa kama asali, atutawaiombana tena. Oh, asali. Eh, Mka kula asali. Eh, tunafast alafu sasa jioni tunakula asali peke yake. <laughs> Ikani saina mabonyi. Hello. Kenya iko mambo mengi sana. Amka. Amka na makofi yako ya taka taka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda kwenda nyuma. Kwenda huko, stupid. Nawe wewe kwa nini analala hapa? Na namuona. Eh? Yeah? Concert na nini? Wena concentrate na mwasha an, an, anaraba. Amkata wewe. Toka. Unatoka wapi? Lasta. Eh. Eh. Kigoma, Muranga. Muranga, Kigumo. Eh. Unaenda wapi? Nimekuja hapa kutafuta Mungu. Niko na 13 years na gukaga nafanya. Oh. Bwana yangu ameniwacha for no reason nataka kujua kwa nini. Kwa sababu um, umenyoa hivi. Ndio hiyo. Hii kunyoa umenyoa ni ya wamama, ni ya wanaume? Hiyo umenyoa ni ya wanaume, ni ya wanawake? Najua ni wa wanaume. Nani alikwambia likuwa bia un, unyoe hivyo? Wee usiki. Hata video umekaa hivyo. Sasa umekaa hivyo namna This is the church man. Don't say like, kavizuri. Wacha ujiga hapa, kaa vizuri kiti, siwe ndio wa deliverance eh? Sasa unakaji hivi kama kwaba, kaa na heshima hapa, si maali, ataenda jinyoosha hivi ameweka. <laughs> Nanyii kwa nini simunamwambia tu? My name is Angel i am in he 2. i am seven years old and my school is called Utu Academy and mm -hmm. i have a memory verse. memory verse comes from the book of Psalm chapter 18 verse 49. It says, they are faithful i will praise you Lord among the nation i will sing the praises of your name. Praise God. Amen. My name is Promise. I'm ten years old. I am in grade 4. I learned to Olympic primary school. and and I have memory verse. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. katika malisho ya majani mabichi, hunilaza. Kando ya maji ya utulivu, uniongoza. Thank you. Wow, wow, wow. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Amen. My name is Wilberforce I am 14 years old I'm, I'm in grade 8. And my school is Mbagadhiro Junior School. And I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 118, verse 1. And I believe it says, Give thanks to the Lord because it's good and this love is eternal. Amen. Amen. Amen. Hello, guys. Hello. Hello. Hello. Hello.

Naitwa Leo Asha, niko grade 1. I'm 6 years old. Yeas, memory verse yangu ni My help come for the Lord who made myo. Amen. Atakuja kweli, hebu ni mkoa lineno amefika wapi? Halo babe, mambo poa? Sana, sasa poa sana, niko salama. Eh, unaongea ni kama hata hujatoka kwa nyumba. Ah niko tu kwa nyumba, umejua nabaki peke yangu so nabaki peke yake, nilikuwa nafaa tupatane kiumane. Sasa hata mimi sikujua mamangu ako na plans zake, ametoka ameniacha hapa kazi mingi nifanye. Sasa nitafanya sasa, yeah. Sasa tena mamaako anaingiliaje? So, nilikuwa inafaa tupatana tu. Unajua leo tu ndio ile siku na nime kuwa, nime, ni... na niko vibaya hata unaelewa, hali niko hali maututi niko hali, hali, hali mbaya, mpaka nikang'arisha nyumba juu yako, sungenambia tu mapema. Unajua hata nilomba ruhusa kwa mjengo nikajua nikampaka nikadanganya form afam... Hapana, hii <tun> mna ni west sababu kata. Hapana, naona naona ni chekelea. Unajua, sasa ndio shida. Sasa mimi nimejaribu juu chini, mpaka hata nimeamua leo nakula matumbo nusu <tun> na <arana>, hata nishapika Jabidi <tun> tumekula, cause mimi sioni venye naweza chapa hivi peke yake, na nimeachiwa hadi mtoto mdogo niangalie. Hapa naona ni chitu, ni mara ngapi tuna postpone? Je, sasa imekuwa too much? Je, sasa hii sana mama, I think ya 16. Umekuwa unaniambia tu, unakuja, ukuje. Sijui, mamangu, mamangu, mamangu. Mbona ama jumeni ni orphan? Juu sina mzazi, siwezi experience la vya mzazi. Unafanya mbaya, wacha tu nitatafuta mama uja. Hata kuna wamama hapa kwa plot. Sasa utakuwa unanichezea hivi, unanitenda jumini ofa? Io ni saa tu munga, munga nakuona Really? si vyema venye unafanya baby. Hata the word baby natoa hapana, hapana, hiyo hiyo, that's that's not fair. Uwezi kufanya niombe ruhusa mjengo, nikuje alafu ninunue matumbo, ni nusu, ning'arisha nyumba mpaka nimeoga, nimeoga naoga juu yako kama na na kuna juu kuji na, mbona unafanya naoga na nafanya, nioge leo